Uh, Rais wa Marekani, Donald Trump amemtuhumu Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky kwa kujaribu kujitoa kwenye mkataba wa madini uliotarajiwa kufikiwa kati ya nchi hizo mbili mapema wiki hii, huku akiongeza kuwa Zelensky atakabiliwa na matatizo makubwa ikiwa hatosaini makubaliano hayo. Hata hivyo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa masharti ya mkataba huo yamebadilika sana katika siku za hivi karibuni. Naona anajaribu kujitoa kwenye mkataba wa madini adimu. Na ikiwa atafanya hivyo, atakuwa na matatizo. Matatizo makubwa, makubwa sana, amesema Trump alipozungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One siku ya Jumapili. Tulifikia makubaliano juu ya madini adimu, na sasa anasema, unajua, anataka kujadili upya mkataba. Anataka kuwa na mwan, mwanachama wa NATO. Naam, hakuwa na uwezekano wa kuwa mwanachama wa NATO hata kidogo. Anaelewa hilo. Kwa hiyo, hata anata, kama anatafuta kujadili upya mkataba huu, atakuwa na matatizo makubwa, alisema Trump. Mwisho wa kunukuu. Wakati huo huo, Zelensky alisema wiki iliyopita kuwa masharti ya mkataba huo yanabadilika badilika mara kwa mara, lakini kwa ujumla, Ukraine ina mtazamo mzuri kuhusiana na makubaliano yajayo. Alisema Alhamisi iliyopita kuwa nchi hizo mbili tayari zilifikia makubaliano ya muundo na baadaye mkataba kamili ungetayarishwa kwa uchambuzi zaidi na kupitishwa na bunge la Ukraine. Zelensky alisema kuwa upande wa Marekani uliamua kubadilisha msimamo wake na kusukuma makubaliano kamili mara moja. Na nukuu, hivyo basi, bado ni mapema sana kuzungumzia mkataba huu ambao unabadilishwa mara kadhaa. Lakini sitaki Marekani iwe na hisia kwamba Ukraine inapinga wazo hili kwa ujumla, alisema Zelensky, akiongeza kuwa tumetoa ishara chanya kila mara, tunaunga mkono wa ushirikiano na Marekani, alisema Zelensky. Mkataba wa awali wa madini haukusainiwa baada ya kuibuka kwa mvutano kati ya Zelensky na Trump katika ofisi ya Oval iliyoko ikulu ya White House mwezi Februari mwaka huu. Hata hivyo, pendekezo jipya limeibuliwa kwa ajili ya makubaliano ya rasilimali asilia ambayo yangetoa fursa kwa Marekani kupata madini adimu ya Ukraine, kulingana na watu wawili walio na ufahamu wa mazungumzo hayo na nakala ya rasimu ya makubaliano iliyoonwa na CNN siku ya Alhamisi. Pendekezo jipya lililotolewa na wizara ya fedha ya Marekani linakwenda mbali zaidi ya rasimu ya awali. Hata hivyo, mkataba huo hauna vipengele vinavyohusu moja ya vipaumbele vya Ukraini cha uhakikisho wa usalama wa moja kwa moja katika vita vyake vinavyoendelea dhidi ya Russia. Vyanzo hivyo vinasema kuwa makubaliano hayo yangetekelezwa kwa rasilimali zote za madini, mafuta na gesi kote nchini Ukraine. Sehemu muhimu ya pendekezo hilo inahitaji mashirika ya Ukraine kuchangia katika mfuko wa uwekezaji wa pamoja wa Marekani na Ukraine, ambao ungekuwa chini ya usimamizi wa bodi ya watu watano, watatu kutoka Washington na wawili kutoka Kyiv, hali ambayo imeibua wasiwasi kwamba Ukraine ingepoteza udhibiti mkubwa wa mali zake kuu kwa Marekani. Utawala wa Rais Trump umetetea kuwa makubaliano ya madini yanaweza kuwa sababu kuu ya Marekani kubaki na ushawishi mkubwa nchini Ukraine huku Washington ikitafuta kumaliza vita hivyo. Trump pia ametaja mkataba wa madini adimu kama njia ya Marekani kufidiwa kwa msaada wa kijeshi ambao umekuwa ukitolewa nchini Ukraine na msaada wa kiuchumi nanuku Mkataba wa madini unatoa fursa kwa Ukraine kuunda uhusiano wa kiuchumi na wa kudumu na Marekani, ambao ni msingi wa usalama wa muda mrefu na amani. Utaleta uimarishaji wa uhusiano kati ya mataifa yetu mawili na kunufaisha wote, amesema msemaji wa baraza la usalama la taifa, James Hewitt alipozungumza na CNN. Mkataba huu utaiwezesha Ukraine kustawi na unaaksi dhamira ya Marekani kwa Ukraine iliyopo sasa na siku zijazo. Wakati huo huo, Washington na Moscow pia zimeanza mazungumzo kuhusu ushirikiano katika madini adimu na miradi mingine nchini Russia. Na nukuu, madini adimu ni sehemu muhimu na ya ushirikiano, na bila shaka tumeshafungua mazungumzo kuhusu madini adimu mbalimbali na miradi ya ndani ya Russia, alisema Kirill Dmitriev, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Russian Direct Investment Fund ya nchini humo. Dmitriev, ambaye ni mshauri wa karibu wa Rais Vladimir Putin wa Russia, alikuwa sehemu ya timu ya mazungumzo ya ngazi ya juu ya Russia iliyoshiriki mazungumzo ya moja kwa moja na wanadiplomasia wa Marekani nchini Saudi Arabia. Kremlin ilisema Jumatatu kuwa bado hakuna nyaraka zilizotiwa saini, lakini kuna nia ya kushirikiana kati ya mataifa hayo. Haya yanajiri wakati Trump anaendelea kushinikiza kumalizika kwa mzozo huo, akieleza wazi wazi kufadhaika kwake na Rais Vladimir Putin mwishoni mwa wiki hii. Ninakasirika sana, nilichukizwa sana wakati Putin alipoanza kuhoji wa uaminifu wa Zelensky kwa sababu hiyo haielekei mahali sahihi, unaelewa eh? Trump aliambia NBC News katika mahojiano akirejelea kauli ya rais Putin akipendekeza Ukraine iwekwe chini ya utawala wa muda huku mataifa hayo mawili yakijadiliana juu ya makubaliano ya kusitisha kwa mapigano hayo. Trump aliendelea kwa kusema kuwa, lakini uongozi mpya unamaanisha hautakuwa na mkataba kwa muda mrefu sivyo, lakini nilichukizwa sana kuhusu hilo lakini kama mkataba utapatikana na nikiona kuwa ni kosa kwa Russia, nitaweka vikwazo vya pili dhidi ya Russia. Ikiwa mimi na Russia tutafikia makubaliano ya kusitisha kwa umwagaji damu katika nchi ya Ukraine na nikihisi kuwa ni kosa kwa Russia, ambayo huenda isiwe hivyo, lakini ikiwa nitahisi ni kosa kwa Russia, nitaweka ushuru wa pili wa mafuta, kwa mafuta yote yanayotoka nchini Russia, alisema Trump, mwisho wa kunukuu. Alipoulizwa siku ya Jumapili akiwa ndani ya ndege hiyo ya Air Force One kama kuna tarehe ya mwisho kwa Putin kukabiliana ama kukubaliana na mkataba huo, Trump alisema, ni tarehe ya mwisho ya kisaikolojia, ikiwa nitahisi wanatupotezea muda, sitalifurahia hilo. Alisema Trump katika mahojiano hayo. Wakati huo huo, rais wa Finland ambaye alifanya ziara ya kushitukiza jijini Florida mwishoni mwa wiki hii kukutana na rais Trump kwenye kucheza gofu alisema kuwa alimwambia rais wa Marekani kwamba tarehe ya mwisho inapaswa kuwekwa. Baada ya mkutano na viongozi hao wawili jijini Florida, rais wa Finland Alexander Stubb alimwambia waandishi wa habari kuwa uvumilivu wa Trump kwa Russia unaelekea ukingoni Nanuku. Aprili 20 itakuwa wakati mzuri wa kusitisha mapigano kikamilifu bila masharti yoyote kwa sababu tarehe ya mwisho inahitajika kwa sababu ni Pasaka na kwa sababu Rais Trump atakuwa amekuwa madarakani kwa miezi mitatu. Stab alisema Jumapili akirejelea pendekezo lake la tarehe ya mwisho ya mazungumzo hayo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.